Kufuatia kazi nzuri iliyofanywa na timu yetu ya taifa, yaani Taifa Stars, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkta Samia Suluhu Hassan e, ameamua kutoa ofa kwa wachezaji na benchi zima la ufundi walioko kule nchini Morocco kwa kuwarahisishia usafiri wa kurudi nyumbani, lakini pia kuandalia hafla ya kuwapongeza. Mheshimiwa rais ameamua kutuma ndege e, aina ya Boeing saba, nane, saba, dash, nane, Dreamliner ambayo itakwenda kuwachukua wachezaji kutoka jijini Rabat, Morocco. Itaondoka hapa Dar es Salaam kesho aa, tarehe sita aa, mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Itaondoka hapa majira kama ya saa tisa alasiri na inatarajiwa kufika kule nchini Morocco usiku, aa, kama saa mbili hivi za usiku lakini itaondoka kesho kutwa saa saba eh, tarehe saba ya mwezi Januari aa, kurejea hapa Dar es Salaam ikiwa na mashujaa wetu. Itaondoka kule majira kama ya saa tatu za asubuhi na eh, inatarajiwa kufika hapa saa nne za usiku. Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ameamua kutoa ndege hii kwa ajili ya kwenda kuwachukua mashujaa wetu ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wao mkubwa walioitoa katika kuitangaza nchi yetu Tanzania. Wamefanya vizuri. E, tunajua wameondoa wameondolewa, lakini walivyoondolewa wote tunajua, lakini kikubwa ni kwamba wameleta heshima kubwa kwa nchi yetu Tanzania, na Mheshimiwa Rais anatambua heshima hii kubwa ambayo Taifa Stars wametupatia. Lakini pamoja na kuwatumia ndege ya kuwarejesha nyumbani mashujaa wetu, Mheshimiwa Rais pia ameamua kufanya nao hafla ya kuwapongeza ambayo itakuwa ni hafla ya chakula cha mchana e, kitakachofanyika tarehe kumi ya mwezi huu e, wa Januari mwaka 2026, katika Ikulu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo uh, hii yote ni sehemu ya furaha yake na kuwaonyesha wachezaji kwamba yuko pamoja kwa nao wakati wote, tangu wame, wame, wameanza kutafuta nafasi ya kufuzu nafasi hii eh, kucheza Afcon hii mpaka sasa.